Introvert, extrovert na ambivert. Mada ya introvert na extrovert ni sehemu ya nadharia ya saikolojia inayohusiana na aina za tabia za watu katika jinsi wanavyohusiana na dunia na watu wengine. Nadharia hii ilianzishwa na mtaalamu maarufu wa saikolojia, Carl Jung katika karne ya 20. Jung alijitahidi kueleza kuwa tabia za watu zinaweza kugawanywa katika makundi mawili makuu kulingana na jinsi wanavyopata nishati na jinsi wanavyohusiana na wengine, introversion na extroversion. Maana ya introvert na extrovert. Introvert ni mtu ambaye anapata nishati zaidi akiwa peke yake au katika mazingira ya kimya na ya kifamilia. Wao mara nyingi huwa na hulka ya kuwa na maoni binafsi, wanapenda muda wa pekee yao na wanajisikia wamechoka au wakiathirika kihemko wanapokuwa katika mikusanyiko ya watu wengi. Extrovert ni mtu ambaye anapata nishati kwa kuwa na watu wengine na kujihusisha katika shughuli za kijamii. Wanapenda kushiriki katika majadiliano ya wazi, kutengeneza marafiki wengi, na wanahisi kuwa na nguvu zaidi wanapozungumza au kuwa kwenye kundi. Alianzisha nadharia Nadharia ya introversion na extroversion ilianzishwa na Carl Jung, mwanafalsafa na mtaalamu wa saikolojia kutoka Uswisi, katika kitabu chake cha Psychological Types kilichochapishwa mwaka 1921. Jung alielezea kwamba watu wote wanatofautiana katika njia wanazopata nishati. Introverts wanapata nishati kutoka ndani yao, wakati extroverts wanapata nishati kutoka kwa wengine. Kugawanyika kwa nadharia, nadharia ya introversion na extroversion inagawanywa kwa namna kuu mbili, lakini kwa undani zaidi kuna pia mgawanyiko wa makundi ya kati ya manne. Yani moja, introverts wamegawanyika katika makundi mawili introvert phlegmatic fulagimetiki na introvert melancholic melacholin. Mbili, extroverts wamegawanyika pia katika makundi mawili yani extrovert sanguini na extrovert koleliki. Tatu, ambivats hii ni kati ya introvert na extrovert ambapo mtu ana sifa za pande zote mbili na anaweza kubadilika kulingana na mazingira. Hivyo, nadharia ya introversion na extroversion ilianzishwa kama sehemu ya kuelewa tabia za watu na kwa sasa inaendelea kutoa mwanga kuhusu jinsi watu wanavyoshirikiana na jamii na dunia inayowazunguka na leo nitaelezea sifa kumi za ambiverts pekee yake, kisha nitatoa video nyingine zinazozungumzia sifa na tabia ya makundi hayo manne yaliyogawanyika katika makundi makuu mawili ya introvert na extrovert. Sifa kumi za ambiverts: moja, kubadilika. Ambiverts ni watu wanaoweza kubadilika kati ya introversion na extroversion kulingana na mazingira au hali wanazokutana nazo. Wanaweza kufurahi kufanya shughuli za kijamii, lakini pia wanahitaji muda wa kuwa peke yao ili kufikiria na kupumzika. Hii inawafanya kuwa na uwezo wa kushirikiana na watu katika hali yoyote, iwe ni ya kimya au ya kuzungumza. Mbili, uwezo wa kuungana na watu, social connection. Ambiverts wana uwezo wa kuungana na watu wapya kwa urahisi na kufanya mazungumzo Wanaweza kujitokeza na kuwa na urafiki na watu tofauti, lakini wanaweza pia kupendelea kuwa na uhusiano wa karibu na wachache kuliko kuwa na watu wengi. Tatu, kutaka wakati wa kujitenga, need for alone time. Ingawa wanajivunia kuwa na watu, ambiverts pia wanahitaji wakati wa kujitenga ili kupumzika na kufikiria. Wakati huu wa kutulia peke yao ni muhimu kwao ili kufurahi na kurejesha nishati zao hasa baada ya kushiriki katika shughuli za kijamii. Nne, penda kufikiria kabla ya kuchukua hatua, thoughtfulness. Ambiverts ni watu wanaofikiria kwa kina kabla ya kuchukua hatua yoyote. Hii inawafanya kuwa na uwezo wa kuchambua hali na kufanya maamuzi yaliyo bora. Wanapenda kujua athari za vitendo vyao kabla ya kuamua, na hii inawasaidia kuepuka makosa au maamuzi ya haraka. Tano, uwezo wa kusikiliza na kuongea, listening and speaking skills. Wanaweza kuwa wasikilizaji wazuri na pia kuwa na uwezo wa kutoa mawazo yao kwa usahihi. Ambiverts wanajua wakati wa kusikiliza na wakati wa kusema na hawaoni shida katika kubadilisha kati ya kuwa kimya na kuwa na mazungumzo ya kina na wengine. Sita, hisia za wengine empathy. Ambiverts wana uwezo wa kuelewa na kujua hisia za watu wengine. Wanajua wakati wa kutoa msaada na wakati wa kukaa kimya. Hii inawafanya kuwa na uhusiano mzuri na wengine kwani wanaweza kujua ni lini wanapaswa kuwa na msaada wa kihisia. Saba, ufanisi katika mazingira ya kazi efficiency in work environments. Ambivats wana uwezo wa kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine na kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Wanaweza kufanya kazi katika mazingira ya timu, lakini pia wanaweza kufanya kazi kivyao ikiwa wanahitaji kutuliza mawazo yao au kutafuta suluhisho la changamoto wanazokutana nazo. Wana uwezo wa kawaida wa akili, lakini wanajua jinsi ya kuitumia vizuri akili zao. Nane, hali ya kuelewa na kusaidia, understanding and supportive nature. Ambiverts ni watu wanaoweza kuelewa hali ya wengine na kutoa msaada unaohitajika. Wanajua ni lini watoa msaada kwa watu wengine na ni lini wanahitaji kuwa na nafasi yao wenyewe. Hii inawafanya kuwa marafiki na washauri wazuri. Tisa, hali ya kijamii inategemea mazingira, social behavior based on environments. Ambiverts wanabadilika kulingana na mazingira wanayokutana nayo. Wanaweza kuwa wakiwemo katika kundi kubwa na kufurahi au kutulia kimya wakati wa kutatua matatizo. Hii inawafanya kuwa na uwezo wa kubadilika kulingana na hali inayowazunguka. Kumi, uwezo wa kujijenga self development. Ambivats wanapenda kujitambua na kujijenga. Wanajua ni wapi wanahitaji kuboresha na wanajitahidi kufikia malengo yao binafsi. Wanatafuta njia za kuboresha hali zao za kijamii na kimaisha kwa jumla, huku wakitafuta usawa kati ya maisha ya kijamii na binafsi. Ambiverts ni watu wenye mchanganyiko wa sifa za introverts na extroverts na hiyo inawafanya kuwa na uwezo wa kujizatiti na kufanya vizuri katika hali mbalimbali mbali za kijamii na binafsi. Je, kati ya sifa kumi ulizotajua, umegundua sifa ambazo unazo kutoka kwa wenye kundi hilo? Ikiwa una sifa tatu au nne, basi wewe ni miongoni mwa ambiverts. Kwa leo naishia hapa, usikose video nyingine inayozungumzia mwendelezo wa mada hii. Nashukuru sana kwa kutazama video hii. Pia usisahau kubonyeza alama ya subscribe na kengele hapo chini. Bahibahi bahi. Tukutane kwenye video nyingine.